Nam, karibu kwenye tahariri ya leo, tahariri ya Gumzo ambayo leo inachambua kwa undani jinsi siasa za dunia zinavyobadilika, ikisisitiza kuwa kila sasa, yaani leo, hubeba mbegu za baadaye, yani kesho. Tunatumia visa vitatu vikubwa vya kihistoria kutoka afrika ya magharibi, ulaya ya mashariki hadi Marekani kuonyesha sura mbalimbali mbali za mageuzi, jinsi uanganiaji wa madaraka unavyoweza kuwagharimu viongozi na taifa zima kwa ujumla, na jinsi msimamo thabiti wa umma unavyoweza kuandika upya historia. Tahariri hii inaitwa kila leo ina kesho. Tuanze na kisa cha Simon Bagbo mke wa rais wa zamani wa Ivory Coast, Laura Bagbo, kinachoonyesha picha chungu ya harakati za ukombozi zinavyoweza kugeuka na kuwa utawala wa kidikteta na ubinafsi. Simon Bagbo, aliyepachikwa majina mengi kama vile Iron Lady au Hillary Clinton of the Tropics, alikuwa mwanaharakati asiye yumba. Alikuwa msomi wa historia na isimu aliyepigania mageuzi tangu miaka ya sabini, akifungwa jela mara kadhaa kumkosoa rais Felix Hufabwanye, ambaye alikuwa kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Pamoja na muumewe, walikuwa waanzilishi wa chama cha kisoshalisti Ivorian Popular Front, FPI. Muumewe alipochukua urais mwaka elfu mbili, walitarajiwa kuleta ukombozi waliohubiri. Hata hivyo, kadiri madarakaya walivyoongezeka, ndivyo ya wakosoaji wake wanavyosema kuwa Simon alizidi kuharibika. Maneno yake ya mwaka elfu mbili na moja, kwa mfano, pale aliposema na hapa namnukuu: ni na mnuku, nina kile kinachostahiki kuwa waziri. Nilikaa jela miezi sita, nilipigwa, nilidhalilishwa. Sasa baada ya majaribu yote kama hayo, ni jambo la kawaida kwamba watu hawanichezei tena. Maneno haya yalifichua mtazamo wake panapohusika madaraka, kwamba yeye anaamini kwenye kuyamiliki madaraka badala ya kuyatumikia inasemekana ukaidi wa Simon ndio uliomfanya mmewe la Ughabagbo akataa ya kuyatambua matokeo ya uchaguzi wa Disemba mwaka elfu mbili na kumi pale aliposhindwa na mpinzani wake Alasan Watara. Ukaidi huu usio na tija ulisababisha ghasia na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoangamiza roho za watu wasiopungua elfu tatu. Mwisho wake wawili hao walilazimika kutolewa kwa aibu kutoka mafishoni mwao. Hawakuishia kupinduliwa tu bali Simon alihukumiwa kifungo cha miaka ishirini jela mwezi Machi elfu mbili na kumi na tano kwa kosa la kuhujumu usalama wa nchi, kuchafua amani na kuongoza makundi yenye silaha. Somo tunalopata kwa Simon na mumewe Laugra ni kuwa pale mabingwa wa mageuzi wanapogeuka kuwa madikteta huishia kulipa gharama kubwa sana wao binafsi na taifa zima kwa ujumla. Mang'anizi wa madaraka huja na gharama kubwa hata kwa wale waliokuwa viongozi wa mfano wa mageuzi. Dhamira ya kwanza ya ukombozi huzikwa, na umma sasa hulazimia kupambana tena watu wale wale waliokuwa wakiwaona mashujaa wao. Tuangalie sasa anguko la Kochesku wa Romania. Wakati kiongozi anapolewa madaraka na akajisahau kuwa na jukumu la kuuongoza na sio kuutawala umma Hatima yake mara nyingi huamuliwa na chaguo la wasaidizi wake wa karibu na nguzo za utawala. Kisa cha rais Nicolae Kosescu wa Romania ni mfano halisi. Mwishoni mwa mwaka 1989 utawala wa Kosescu ulipokuwa unakaribia kilele cha nguko lake, diktata huyo alimuita waziri wake wa ulinzi Vasil Milea akimtaka amwambie ukweli kuhusu nguvu zilizopo mikononi mwake za kumlindia utawala wake. Milea, kama wasaidizi wengine wa watawala makatili wanavyokuwa, naye pia alimpa bosi wake takwimu za uongo kuhusu utii wa jeshi, akimwonyesha kuwa jeshi lote liko imara na linamuunga mkono kiongozi huyo. Lakini alikuwa ameyasema hayo ili tu kuepuka hasira za mtawala huyo. Hata hivyo Milea alijiua mwenyewe siku chache baadaye, akionyesha mgawanyiko mkubwa wa ndani ya mfumo wa ulinzi. Nafasi yake ilichukuliwa na, ilichukuli na Victor Stachulesku. Huyu ndiye aliyekuwa injini ya anguko la bosi wake. Licha ya kupokea amri kutoka kwa Kochesku, Stachulesku alichagua kufuata amri ya umma, kwa kwanza kuwaamuru wanajeshi kurejea makambini badala ya kuwashambulia waandamanaji na pili kumshauri Kochesku na mkewe Elena kukimbia nchi kwa helikopta, na hivyo kumgeuza kiongozi anayewakimbia watu wake badala ya mtawala mwenye kujiamini kwenye kiti cha enzi Ikulu. Stakulesku alipokuja kuulizwa baadaye kwa nini aliamua kufanya hivyo alivyofanya, alisema alipaswa kuchagua kati ya bosi anayeporomoka na amri ya umma uliokuwa umechokana naye, naye akachagua amri ya umma. Kisa cha Koschesku kinatufundisha kuwa mageuzi ya haraka hutokea pale ambapo nguzo za utawala kama vile jeshi na vyombo vingine vya usalama zinapogawanyika na kuunga mkono matakwa ya watu. Kinachoweza kuonekana kama usaliti wa ndani kwa bosi, kwa umma huonekana kama uokozi na kurejesha heshima kwa taifa, huonekana ndio uzalendo hasa wenyewe. Tugeukie sasa katika harakati za Selma nchini Marekani. Wakati uongozi uking'ang'ania mfumo wa zamani wa ubaguzi au ukandamizaji, nguvu ya umma huwa ndio silaha pekee inayoweza kulazimisha mabadiliko ya kisheria na kijamii. Harakati za Selma, Alabama, nchini Marekani, za kupigania haki ya kupiga kura ni uthibitisho wa jambo hili. Tarehe 7 Machi 1965, mamia ya Wamarekani weusi na weupe walikusanyika huko Selma kupigania haki ya kupiga kura kwa Wamarekani weusi wa lakini walipofika daraja la Edmund Pettus walishambuliwa ikatili na vyombo vya dola, tukio lilojulikana kama Jumapili ya umwagikaji damu, bladi sande. Waandamanaji chini ya elfu moja walijeruhiwa vibaya, lakini badala ya kuwajengia hofu mashambulizi hayo yalitumiwa kama kichocheo cha kuongeza wingi wa watu. Siku mbili baadaye, yani Machi 9, watu elfu mbili mia tano walirudi tena mitaani wakiongozwa safari hii na mwanaharakati mkubwa wa haki za binadamu Martin Luther King Jr. Waliposhambuliwa tena wakarudi tarehe 21 Machi, mara hii wakiwa elfu 25, na sasa walifanikiwa kulivuka daraja na kuingia kwenye mji mkuu wa Alabama, Montgomery. Ndani ya miezi michache tu baada ya hapo, msimamo huu usiokoma waandamanaji elfu 25, ulilazimisha bunge la Marekani, Congress, kupitisha sheria ya haki ya kupiga kura, Voting Rights Act iliyosainiwa tarehe 6 Agasti mwaka 1965. Sheria hiyo iliondoa vikwazo vyote vilivyokuwa vikimzuia Marekani mweusi kutumia haki yake ya kikatiba somo. La Selma ni kwamba nguvu ya kisheria au ya kijeshi inaweza kuushinda umma mdogo, lakini haiwezi kamwe kuushinda umma uliofurika usio na woga na wenye msimamo madhubuti. Walipoanza walikuwa wachache na walishambuliwa Waliporudi kwa wingi walibadilisha historia nzima ya nchi yao. Tuhitimishe kwa maneno haya. Kutokana na visa hivi tunaweza kuona kwamba mageuzi yana sura tatu kuu ambazo huamua kesho ya taifa. Kwanza, kuna mageuzi yanayopotea ya njia kama yale ya Ivory Coast, pale wanaharakati wa haki wanapoonja madaraka na kugeuka wao kuwa wabinafsi madikteta. Umma hupaswa kuanza tena upya kupambana na viongozi wale wale waliokuwa mashujaa wao. Pili, kuna mageuzi yanayotokana kuingilia kati kwa vyombo vya usalama kama vile ya Romania, ambapo anguko la utawala liliharikishwa kutokana na kugawanyika kwa nguvu za ndani za mfumo na kuunga mkono matakwa ya watu. Umma hapa huwa umepata msaada wa vyombo vya dola baada ya wenyewe kupambana na vyombo hivyo hivyo kwa muda mrefu. Na tatu kuna ushindi wa mageuzi kupitia mikono ya umma pekee, kama ilivyokuwa Selma, Marekani. Ushindi huu huja pale umma unapokataa vitisho, ukajitokeza kwa wingi zaidi na kulazimisha mfumo kubadilika kisheria, kwa nguvu ya idadi kubwa ya wananchi na msimamo usioyumba. Kwa mukhtasari, matokeo ya mageuzi huamuliwa si tu na nia ya awali, bali pia na nguvu inayoupa kiburi utawala na jinsi watu wanavyovikabili vitisho dhidi yao. Kila leo inatoa chaguo: ama ukubali ukaidi wa utawala au kujipanga kwa dhati kuandika kesho mpya. Mwishowe, rekodi ya historia inathibitisha kuwa nguvu ya umma iliyoungana daima kushinda.